Ni tarehe 21 ya mwezi wa kumi mwaka 2025. Karibu sana kwenye tatu kavu, tuangalie vichwa vya magazeti ambavyo vimeandikwa kwa siku hii ya leo. Mimi ni Yohana Mashauri nipo na Erastus Andrew. Mambo vipi? Safi tu, habari asubuhi. Safi kwema kabisa. Sasa kwa wale ambao wamekuwa wakisumbuka na swala zima linalohusu vifaa vya ujenzi, Kaizali Building Material ambao wana zaidi ya miaka 30 katika eneo hili, wenyewe wamehakikisha kwamba unapata vifaa original lakini pia kama una ndoto ya kupata eneo ama biashara hii sehemu ambayo unaishi unaweza kuwapigia simu moja kwa moja kupitia namba hizi 0769771165, lakini pia 0762771159. Wako pale uwanja wa Jamhuri Dodoma. Eh, kwa hayo yote utayapata na wao watakusaidia. Eh, lakini pia katika tatu kavu ya asubuhi hii ya leo tuna magazeti kedekede eh, -kede ambayo tutakuwa nayo kwa siku ya leo. Tuna gazeti la Uhuru, lakini pia tuna gazeti la Jamhuri eh, na mwisho tuna gazeti la Mwana Habari. Tukianza na kavu ya kwanza kutoka gazeti ya Jamhuri, kurasa za mwanzo inasema Samia amemaliza kazi. Eh, habari hii ipo ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini Dr. Mwinyi aunguruma kila kona Kivipi basi jipatie nakala ya gazeti la Jamhuri. Mshahara juu sekta binafsi, eh, habari ipo ukurasa wa 4 wa gazeti. Lakini Raila, mshumaa uliozimika habari pia ipo ukurasa wa 17 wa gazeti la Jamhuri. Katika gazeti la Uhuru eh, ukweli daima, Dr. Samia aacha simulizi Rufiji. Lakini pia Nchimbi, tutakamilisha bandari ya uvuvi Kilwa. Eh, mgombea urais CCM hapoi kutikisa da leo. Eh, haya yote utayapata katika gazeti hili la Ukweli Daima, gazeti la Uhuru. Kwenye upande wa kavu ya tatu, kurasa za mwanzo kutoka gazeti la mwana habari, nasema Dkt Samia ahidi kumaliza tatizo la mafuriko Pwani eh, kuendelea na kampeni leo Dar es Salaam, kurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini TRA yahimiza wafanyabiashara wadogo wadogo kutumia dawati la elimu ya kodi. Kivipi basi, jipatie nakala ya gazeti la mwana habari ili uweze kuelewa taarifa hizi kwa undani zaidi, lakini kukumbusha kwamba tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa vya ujenzi ili kuweza kukamilisha nyumba yako pengine, lakini pia inawezekana umechukua tenda kwa watu, lakini kile ukiingia dukani unachanganyikiwa na gharama na ubora wa vifaa hivyo. Sasa usijiulize tena maswali mengi na wala usiwaze, wasiana na Kaizali Building Material, wao watakuwa ni suluhisho kwako. Fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia e, watafute kwa namba ya simu 0769771165 ama 0762771159. na tugeukie gazeti la Uhuru kweli daima. Uh, katika upande wa michezo kocha JKT Tanzania ashtuka. Ehe, ameshtuka nini? fahamu zaidi katika gazeti hili. Azam ni timu pekee kutoka Tanzania iliyofunga mabao mengi zaidi liko timu nyingine michuano ya kafu e, lakini pia Azam, ya yaipiku Simba Yanga vita ya mabao kafu. kikosi cha Yanga siti asilimia mia moja e, basi tutafahamu habari hizo zaidi na zaidi gazeti hili la Uhuru ukweli daima, kwenye upande wa gazeti ya Jamhuri e, upande wa michezo daya yashika hatima ya kafu kivipi? Basi jipatie nakala ya gazeti la Jamhuri waweze kuelewa taarifa hii, lakini fozi ilikuwa swala la muda eh, kivipi basi nipatie nakala gazeti la Jamhuri waweze kusoma taarifa hii, lakini mtoto wa Kanye West ashangaza wengi bali. Ipo ukurasa wa 23 gazeti la Jamhuri. Gazeti la mwana habari upande wa michezo inasema Yanga yafanya mazoezi Malawi, yatua usiku da eh, ni baada ya kutoka kucheza mchezo wa kimataifa, lakini Liverpool yaishiwa power EPL kivipi? Basi jipatie nakala gazeti la mwana habari Eh, taarifa nyingine Awadhi Juma Mtibwa tutakaa sawa. uh -huh, lakini taarifa nyingine Dube awanyolea kipara Silver Strikers. Habari ipo ukurasa wa gazeti la Mwanahabari. Basi kwa wale wote ambao wamekuwa wakisumbuka uh, sehemu za kupata vifaa vya ujenzi lakini pia ambao wameshindwa kukamilisha ndoto zao e, za kupata Uh, sehemu ama za kupata sehemu halisi za kufanya biashara ya vifaa vya ujenzi. Wapigie simu Kaizari Building Material ambao wao ni wasambazaji eh, wa zaidi ya miaka 30 wa vifaa vya ujenzi. Eh, ukiwapigia simu kupitia namba hizi sifuri saba sita tisa saba saba moja moja sita tano sifuri saba sita mbili saba saba moja moja tano tisa eh, wenyewe wako pale Uwanja wa Jamhuri jijini eh, Dodoma na yote utayapata vizuri kabisa kupitia wao. Naam, huo ndio mwisho wa tatu kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa wewe ambaye umekuwa na sisi toka mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Yohana Mashauri, alikuwepo Erastus Andrew, na hii ni Open Online Media.